Umehangaika kutafuta ujauzito kwa muda mrefu bila mafanikio hadi umejikatia tamaa? Basi tumia kinywaji hiki kitakusaidia. Unahitaji punje 20 za karafuu, tangawizi kipande kimoja, saga na magome mawili ya mdalasini, weka kwenye sufuria, ongeza maji vikombe viwili, weka kwenye jiko. Ni kinywaji kitakachokusaidia kuzalisha mayai yenye ubora, kupevusha mayai, kuzibua mirija, kuondoa vivimbe maji, yani ovarian cyst, kuondoa maumivu wakati wa hedhi, kuimarisha hedhi ya na kukusaidia kushika ujauzito haraka. Kinywaji hiki kitakusaidia kupata hamu ya tendo la ndoa, kutibu maambukizi kwenye mfumo wa uzazi na kuondoa uchafu ukeni unaotokana na maambukizi sugu. Chemsha kwa dakika kumi ili kiweze kukolea vizuri, chuja na weka kwenye kikombe. Unaweza ukaongeza kijiko kimoja cha asali ili upate ladha. Tumia kwa siku 35 mfululizo. Hii itakusaidia kupata matokeo ya haraka. Au, okoa muda wako tumia CPE na Natura Ceutical kupevusha mayai na kutibu maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Dozi ya mwezi shilingi laki moja na sabini. Nitafute WhatsApp kuanza dozi, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.